Na familia moja mjini Machakos inalilia serikali kuwapa haki baada ya mwanao kwa jina Dominic Munuve kupigwa risasi na kufariki usiku wa kuamkia leo katika eneo la burudani mjini Machakos ambapo amekuwa mlinzi, baada ya mzozo kutokea baina yake na mteja mmoja. Wawili hao wanasemekana kurushiana cheche za maneno kwa muda kabla jamaa huyo kutoa bastola na kumpiga risasi tatu na kumuua, na kisha kujiwasilisha katika kituo cha polisi cha Machakos mjini ambapo anazuiliwa huku uchunguzi ukiendelea. Kuna kijana yetu ambaye aliuawa jana kwa mbaa moja hapa Machakos, na tulipofika hapo, tukakuta mwenye mbaa amekuja, ameandikisha statement hapa kwa OB, ambayo OB ndio mimi nakamata. Tulipokuja si tukaambiwa tusiandikishe any statement any OB kwa sababu imeshaandikishwa. Nika insist, tujue hiyo OB iliandikwa iko wapi, ndio tukaandikiwa hiyo OB tukapatiwa, tuka, tuka, tuka watu wanaomba, lakini hii ni kitu ya maana sana. Mtu ameuawa, mtu ameuawa, alafu watu wanaanza kuficha maneno. Hiyo mambo ndio tunakataa. Tunataka serikali ingilie hii kitu kwa vyovyote vile, na sitawacha hii kitu, nitaenda mpaka mwisho mpaka nijue ukweli, ambapo kijana aliuawa kwa sababu gani, na kinaonekana kitu kinafichwa. Tunasikia fununu kwamba mwenye huyu kuhusika ni askari na hawataki kutuonyesha. Kwa hivyo tuna demand minister wa, wa interior, tuna demand mkuu wa polisi bwana ka Kanja, tafadhali na DCI kutoka na Nairobi na IPOA, tunauliza IPOA kuanzia leo tafadhali, waingilie kitu maana yake kuna ufichwa, unafichwa kwa hivyo IPOA tunakuuliza wakuu wote ambao wanahusika na hii maneno, wa polisi tunawauliza, tunataka justice ya hii maneno, tujue huu mwili umelala hospitali pale mochari na hatujapeleka mahali pazuri. Je, huu mwili unaharibika bure na tunaambiwa tungoje? Tunangoja mpaka lini? Tunakataa.